Kwamba rais William Ruto amewarai vijana wote nchini kujitolea kufaidi miradi ya serikali inayowapa nafasi za ajira ili kujiimarisha kimapato. Rais ambaye alifanya mkutano na vijana kutoka kaunti za Kisii, Migori na Nyamira katika uwanja wa Gusii alizindua awamu nyingine ya mradi wa NYOTA ambao ulinufaisha zaidi ya vijana elfu nane. Viongozi wa Gusii wanaoegemea serikali walitumia fursa hiyo kutoa ahadi ya kufanya kazi na serikali ya Rais Ruto, kama Crispin Otieno anavyoarifu. Alhamisi asubuhi, maelfu ya vijana kutoka kaunti tatu za ukanda wa Nyanza kusini walifurika uwanja wa Gusii kwa hafla ya uzinduzi rasmi wa mpango wa serikali ya Nyota kufaidi jumla ya vijana elfu nane mia nane ishirini kutoka Kisii, Migori na kaunti ya Nyamira. Rais William Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki wakitumia fursa hiyo kuwahimiza vijana waliopokea mafunzo maalum kutumia vizuri nafasi hiyo kujiimarisha. Yale tunafanya leo ni mambo ambayo yalikuwa yanazungumuziwa. But today we are moving from talk to action. We are moving from promise to reality. Viongozi wengine wametumia vijana kama guns wa kuleta vita na vurugu katika mikutano ya kisiasa for the first time This administration is focusing on young people to empower them and to give them opportunities to also contribute to our national development. Rais akisema hatua ya kuzunguka taifa nzima kuzungumza na vijana na jinsi ya kukabili ukosefu wa ajira ikishabihiana na ahadi walizoweka hapo awali. The bottom up economic transformation, bottom up was not a slogan. Nyota. Viongozi kutoka UDA na ODM waliohudhuria hafla hiyo wakisema watazidi kushirikiana na serikali jumuishi ili kufanikisha maendeleo zaidi nchini. maendeleo na tumeshirikiana na, na serikali, maendeleo ifike kwa mwananchi. Unaona, uchaguzi nakuja, unaanza kulaumu IBC o, IBC iko na shida, sijui watu ya system iko na shida, sijui watu gani. Hiyo yote ni uoga. Watu wawache uoga, wakuja kwa kiwanja watanyoroshwa mbaya sana. Walete ajenda kwanza na sio complain huko, kwanza waleta ajenda kwanza wweke kwa meza halafu wakenya wataamua. wakati huo ukifika, rais vilevile vile alitangaza miradi kadhaa ambayo itaendelea siku za karibuni ikiwemo kupanuliwa kwa uwanja wa ndege ya Suneka, ujenzi wa uwanja wa Gusii, ujenzi wa masoko ishirini Kisii na ahadi zingine kochokocho kocho. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, Kisii.